Fanya kazi Kazi. Kazi. kidogo tuweze tukazungumza. Sasa usiiwashe hiyo, usiwashe na hata hivyo, ingekuwa kule ndani wala tuto tayari wangekua kule chowapa, tusingekaa ungesikia tu ni nyimbo zangu <laughs> za hmm, hmm, shemeji. Bwana uji wangu wa kheri, kama nilivyokwambia kwamba wenye macho wameona. Baada ya kuona, hakatumwa mtu akafika nyumbani kwa busara zake kwa hekima zake, ameleta barua

Bwana shemeji, hilo jambo ni zuri. Tinalifanyika kwa haraka. Bahati nzuri kama tungekuwepo wote hapa. Tunge basi tungelifanya sasa hivi, tungeisoma kila mtu aelewe. Lakini hawapo, inabidi wewe kwa upande wako kule ulisimamie, hivyo hivyo na mimi kwa upande wangu nisimamie. Na Kakaki yuko hapa. Basi tutawasiliana na Kakaki kwanza ili tuwe kukaa tulimalize hili swala. Sawa, kwa upande wangu mimi hilo halina shida mimi nipo, sina haraka yoyote, jambo la kheri na nalisubiri, tupate mwafaka. <laughs> <laughs> <Nendi alaka. laughs> Mama pole sana, Swaiba, kwa maswaibu alokukuta. Mimi nilikwepo nyumbani, sikuwa na taarifa yoyote. Ghafla akaja kadogo, ndio akame nipei taarifa ndo nikachukua jukumu la kutoka pale nyumbani na kwenda mtaani, nikawa nimekutana na hizi taarifa. Kwa kweli imeniumiza sana. Vipi lakini taratibu zipoje? Nashukuru, lakini kwa sasa nasubiria tu ndugu zangu, wajomba, na upande wa kiume pia wafike, ili tujue tunafanyaje. Lakini pia nasubiria taarifa kutoka polisi, maana wao pia wana utaratibu wao kwa tukio kama hilo lililotokea, kisha atakapo tukabidhi mwili tuendelee na taratibu nyingine. Hivyo nashukuru sana kwa pole yako. Sawa, mitiani siku zote ameombiwa binadamu, huwezi kuikimbia mipango ya Mungu, akishapanga kapanga. Mimi nadhani nisiendelee kukupotezea muda, nikuache upumzike na mimi nikaendelea na majukumu mengine. Pale mwili utakapokuwa umeletwa nitakuja kushirikiana na nyinyi pamoja sawa. Asante haya, kwa hiyo Nimekuita hapa kwa ajili ya taarifa. Mwili wa ndugu yenu uko salama na uchunguzi unaendelea, na nimekuita hapa kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume uliobakia kwenye familia yenu. Kinachohitajika kwa sasa uelekee polisi kwa ajili ya mahojiano, lakini pia watakupatia karatasi uende nao hospitali. Unapofika watakupatia risiti, hiyo risiti ndio itakayofanya mweze kupatiwa mwili baada ya uchunguzi. Hey, hey, mgoja kwanza mwenyekiti, naomba no, nirudie ulivyozungumza. Kwa hiyo inatakiwa mimi nitoke hapa moja kwa moja niende tena pale polisi, mi ena kuojana nao nini? Kwa nini mimi nimehusika kwenye mauaji kwenye dada zao? ao wameniona ni nini? Sikiza kijana, mimi sikusema kwamba wewe umeua wala wao wanasema kwamba wewe umeua, isipokuwa huo ni utaratibu, jambo lote linapotokea kama lile lazima mfike polisi. Imi nakuwa naendelea kuchaka jikiwa kijani kabisa, kwanikee kabla ya kupaka jaweka taratibu zote saa, kwani kaenda kuandikisha hiyo karatasi, kwani kasigja na maskari kaika vitu vyote saa, mimi nikaja tu nikafanya mambo yakaenda sawa sawa tu chap chap bila usumbufu. Lakini sawa <laughs> mimi kule nitaenda mwenyekiti, lakini <laughs> tu nikuombe kwamba

Kukuna, kuna kaombi kidogo hapa kwa kutoka kwa kiepe amuya umsikilize, uniandikia kikarasasi chochote ambacho kinakiashiria kwamba taarifa zimetoka kwako wewe, mwenyekiti, ili nikienda kule jambo lisiwe zito, zito. Majua, tunaole kama nivyokwambia mwanzoni itanipa utata, hii taarifa imetoka kwao wenyewe, kwa hiyo haina haja kuandika barua wala chochote kile. Wewe nenda umotu O, anunda mimi nimetoka zangu mtaani basi. Sinojua muda ule fadha alinipigia simu ile, nimefika pale mtaani nikakutana na taarifa bwana mdogo wetu si wakachumbiwa, ile katoka mwali tu ile chiziboti kamuelewa, kaona hajamchumbie pale kwa mwanangu na manisho kwamba si wanaolewa hiyo Mna mwanangu, mimi naona mapema sana mshikaji anachukua duka kabisa kulipeleka mtaani kwake. Babangu mimi mwenyewe naona bado poa dogo dogo. Na vipi, wamejazana sana pale mtaani, hata yule sister mkubwa naye kama vipi, waje wamchumbie tu aondoke tu shike ofisi. Sawa kwa mwanangu, anachukulia baluza yani, yaani anachukulia ile ile baridi fresh ile ile, au sio? Sasa si ndio baridi mwanangu, hapo kwenye mbona nne tano, nasebenza mzee wangu. Sasa mbona kinyonge achuzi? Ah, mimi kama nilivyokuelekeza mwanangu, hapa nne tano, mzee wangu hizo

nadhani umeliona shamba lenyewe. Kwa mazao yetu tutayavunia hapa. Lakini mbona sioni mashimo baba? mazao tuliyoyapanda hapa sio mahindi, ni viumbe kwayo, kwa hiyo usitegemee kwamba utaonaona mashimo. Na kingine, tangu umeniambia umepanda ni muda mrefu sana, sioni dalili yoyote ya mmea kuchipua. Ni kweli muda wake wa kuchipua tayari, hivyo tegemea kuanzia leo na kuendelea, tukija tena hapa itakuwa tayari vishachipua. Nafurahi kusikia hivyo, mzee wangu. Sawa, turudi nyumbani. Baba, ona. Mm -hmm. Hivi ndo nilivyokuambia, Imeshaanza kuchipua na so huo tu. Itachipua mengi zaidi ya huu. Tuondoke. Moko biza mbegu jako hamba ishamba lyalio. Tuangoma Tuangoma. Mwanike, wewe Siwa mdogo wangu, nimekuita hapa. Kuna taarifa ambazo nimezipata kwa mamdogo na mamdogo ameniagiza nije nikuulize. Na taarifa zenyewe kuhusiana na barua za uchumba, barua imeshasomwa bado kujibiwa. Sasa nataka kujua kabla wewe hujaye kwa mwali ndani, kuna mwanamume yoyote hapa kijijini ulikuwa na mahusiano naye? Mm <muchas> Baba bwana. Ndio, sawa ji alihaidi, eh, ataa kuja kuoa ee eh. so, yeah, alisema baada ya eh, ngoma italetwa barua nyumbani. Alhamdulilahi, asante mdongo ng kwa kutueshimisha. Najua ndoa haina ukubwa wala udogo, kwa kuwa weo umeanza, tufungulie dimba wingine, labda tutapata vidogodogo vya mgonjwa <laughs> haya, huyo mchumba wenye nani? Kwa sasa naona mna sababu tena ya kuficha, kwa sababu yeye mwenyewe ameshamua kujitambulisha nyumbani na kuleta barua. Acha tu ni mtaji, ni baruza dadaee. Eh, eh. <coughs> Baruza popo kaniambia, baruza si rafiki wa kaka yako. Aya tuachane nayo, maana uenda nyinyi ndio mkaunganisha kutoka kwenye urafiki hadi ndugu. Mbona jina lilokuja kwenye barua sio la baruza? Ni jina gani tena dada? Barua nimeleta kwa jina hajulikani, si utani, hata mwenyewe pia nilishangaa, maana mimi najua Baruza uko wake wa kina Mbuli, hata ilo jina na mimi kwangu ni geni makubwa. Au wakati mnalavuka lavuka Baruza, kuna jina lolote amekutajia tofauti na hilo? Hapana, hajakunitajia jina lolote tofauti na hilo. Au mimi nitamtafuta Baruza, nikae naye chini, alafu majibu atakayonipa nitakuja kukupa wewe, lakini nakuomba usimbe kumwambia mama kitu chochote mpaka mtakapotoka na majibu. Sawa, na mimi ni kuahidi tu, sitomwambia baba wala mamdogo mpaka nipate majibu kutoka kwako kwa. Yaani kama najiona vyona vya vya mgando Naumiza sana nikiona katika hali hiyo, moyo wangu unauma sana ila, amini ipo siku utakuwa sawa. na mitiani tumwambia wanadamu, haina budi kuikabiri. Kwa hiyo naomba ufute machozi, kaka. Moyo wangu unashindwa kustahimili hii hali Nakosa ujasiri na, na uvumilivu kabisa, katika hili najuna, ni mwanamke ambaye sina thamani yoyote. Nahisi kama jamii nzima imenitenga mimi. Aka, em, niambie mimi labda nimekosea wapi, na ni bora katika hili, hata mama yangu angeonyesha ushirikiano Kaka, mbali na mimi limekwala kwangu peke, sina kumambia, sina yangu sina mtu kumwambia, sina mtu kumwelezea. Yeye ndo mama yangu, ye ndo akubeba maumivu yangu, yeye ndo msiri wangu, lakini kaniacha, kaniacha peke yangu. Kaka, minafanyaje? Siri yangu naniuma kakangu, naumia kweli lada. Mimena, najua unaumia sana, na nami naumia kama livyokwambia hapo awali, na utambue maumivu ambayo unayapitia wee, si kwamba mama naye anayapitia hivyo hivyo. Nadhani unamtoa mama yetu jinsi alivyo, kwa na hiyo natoma, unapaswa kustahimili hili na kila lenye mwanzo Lina mwisho. Amini kwamba ipo siku machozi yako yatafutika, na sipendi kukuona ukiwa hapa nyumbani, naumizwa sana. Natamani, natamani uwe kwenye familia yako na mume wako pamoja na mwanao, ndio furaha yangu, ila amini kwamba mwanzo mzuri upo nakuja. Acha kulia. Mio. Ay, kiguna njia hichi wapi? Ah, mimi nimetoka kwa, kwa, kwa shemeji kule Magembe, hmm. Nimepeleka barua na barua wamefungua. Kama unavyojua dini yetu haicheleweshi jambo, mtu akitaka kuoa awe kwa haraka, na mtu anapofariki azikwe kwa haraka. Kufika pale bwana akasema bwana, yeye hatuwezi kufungua sisi wawili, tuwaite ndugu kadhaa waje hapa waangalie tufungue barua. Baada ya kufungua barua, kuna kitu kimestajabisha. Tumekuta aliyechumbia ajulikani ubini wake Sultani. Sasa mimi najiuliza hapa kijijini hapa, nani ajulikani na ubini wake Sultani? huyo kweli ajulikani? Kabla sijamchunguza huyu ambaye hajulikani ni nani Kwani kaka yule mshenga aloleta barua hapa, kwani we umfahamu? Kumfahamu barabarani kwa kumuona hivi namfahamu, ila sipajui anapokaa, sijui ubini wake ni nani. Ila kuna wazo nimelipata kugundua uyajulikani sultani ni nani. Wazo gani? Wewe nenda, ukirudi tutazungumza. Kwa nini usiniambie kabisa kaka? Ah, ah. Wewe nenda. Mama, mi kuna jambo linatatiza sana na kadri inavyoendelea kukaa kimya nafsi yangu nasononeka. Jambo gani? Naisifika baba atakuwa anajihusisha na mambo ya kishirikina. <tos> <tos> We mtoto, hi hivi unanipenda mi mamaako? Hapa tu unavyomwona babako unaishi naye kama mtoto wa kufikia, mama angu, na bado nataka kujipalilia makaa ya moto haya? ni kitu gani kimekufanya uhisi baba yako ni mshirikina? <sighs> Mimi sio mtoto kihivyo kushindwa kujitambua. Huwa mara kadhaa naota ndoto za ajabu, na ndoto zote ninazoziota lazima baba awepo. Kuna ndoto ambayo nimeiota mama, ambayo sijai kukwambia, leo ndo nakwambia. Kwenye ndoto hiyo nimeota baba kanijia, kanishika kichwa, nikakurupuka ndotoni sasa nakurupuka ndotoni, namkuta baba mbele yangu kanisimamia. Siwezi kukuamini wala kujiaminisha. Ntafanya uchunguzi mimi mwenyewe, kama lipo nitalijua. Mama vipi, wakati tunaendelea kuzungumza haya, kuna mtu alikuwa anatusikiliza. hmm. Mtu gani? Sijamwona vizuri kwa sababu alikuwa shageuka, ila mavazi yake kama mtoto wa mzinga. Gani? Kwa jinsi unavyonielezea mavazi yake, huyo mtu huyo, lazima atakuabwaga, maana tabia zake zinafahamika hapa kijijini. Hatamwambia. hmm. Kweli babako. Yote yanawezekana. Ila niachie mimi. Nitajua jinsi gani kulimaliza. Ila tulizungumza hapa mambo yazingatie. Haya. Tua ngoma. Eh, mama, tua ngoma. Ni Nikupongeze kwa kazi nzuri uliyoifanya Sikutegemea kama ungeweza kuikamilisha hii kazi, maana ilikuwa ngumu sana. ubundele pasalidesa va. Sawa kabisa. Kama ni hivyo, unaweza kunipatia nikaanze kumtumia kuanzia sasa, limwe na litazimwe na pokuvuani